Ajili ya watu wa Dar es Salaam na Watanzania wote kuweza kupokea kile ambacho Mungu amekusudia. Kwa ni majira sahihi, kwa sababu Mungu siku zote huwa anafanya vitu katika majira na, na wakati, kwa hiyo kila kitu kiko katika majira, kwa hiyo watu waelewe kwamba Mungu anafanya mambo katika majira na majira na nyakati, watu wategemee kupokea neema uwezo uh, wa Mungu kwa sababu kila kitu kinaanzia rohoni. siku so, zote huwa wanasema kwamba kila kitu, kila jambo linaanzia kiroho. Mafanikio yanaanzia kwenye ulimwengu wa Roho, ushindi unaanzia kwenye ulimwengu wa Roho. so, mwanadamu mwenyewe ni roho, Mungu ni roho kwa kila kitu ni roho. Sasa kama huja unakuuzia mambo ya kiroho, kuna vitu utaweza kuvipata. Sasa wengi wanakuuzia mambo ya kiroho unakuta vitu aveni kwa sababu so, kuna vitu ambavyo huwezi kupata kama hujaanzia roho. Kufanikiwa kunaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Ushindwa e, kunaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Kila kitu kinaanzia roho. Sasa watu wengi wana tatizo la kuvuizia mambo ya kiroho. Sasa unakuta kuna vitu havitokei okay. Nimesema Mungu ni roho, mwanadamu ni kiswa, mwanadamu alisi ni roho. Sasa watu wengi wanauizia sana mambo ya kiroho unakuta vitu aveni unakaribia kupata mafanikio mambo yanaharibika, rising and falling, unaanguka unainuka. Kwa hiyo watu unasisitiza, kwa watu waweze kutilia uzito mambo ya kiroho, aio jambo la msingi. Nishikazia hapo zaidi kwamba kuna vitu watu wanaviona vya kiroho, wanavikuzia. Unaanza kuota bana, ndoto huko kijijini kwenu, unaongea na ndugu zako waliokufa, unaoto unafanya mitihani ya zamani Eh, mara unaota ndoto uko kwenyenyue aa zamani au mevaa ngozichakaza hizi. Haya ni mambo ya kiroho, hizi ni dalili za kiroho kwamba kuna shida kiroho. Kwa hiyo Watanzania watilie mkazo mambo ya kiroho. Unaposikia maombi kama hivi, ijue hapo kuna msaada. Sasa hivi vitu vinavyotokea, mara kuna mambo yanajirudia rudia mabaya, kuna tarehe moja kwa familia lazima mtu afe. Hivi vitu sio vitu vya kukuzia, kwa sababu kufanikiwa kunaanzia rohoni. Kushindwa kunaanzia rohoni, baraka zinaanzia rohoni. Kwa kama hauko kiroho, hautilii mkazo wa mambo ya kiroho, utaishia kuhangaika na kupata hasara kwenye maisha. Kwa hiyo watu wakazie waweke mzito kwenye mambo ya, ya, ya kiroho. Hiyo ndio message yao kwa Watanzania yes. Na maombi ma, ma, siku zote Biblia natema, nasema na tuombee kabla nasala, kwa, kwa ya mambo yote anasema timkoro namia Timotheo kabla mambo yote nataka dua na sala zifanyike kwa ajili ya nchi na wakubwa wanaotawala nchi. Kwa hiyo siku zote tunaombea nchi ili eh, tuvuke salama na amani yetu iendelee kwa ajili ya kuombea nchi si tu uchaguzi, kwa ajili ya kuombea nchi ni jukumu la kila siku la kuombea nchi Tanzania. Ya mkesha yeah, utafanyika hapa Mwenge kwenye ukumbi wa Suma JKT, kwenye ukumbi wa uhuru Suma JKT pale Mwenge panafahamika kabisa. Kwa hiyo watu waulie kwa mida ya saa kumi na mbili jioni tutakuwa na, na maombi makubwa sana maombi, tunaita maombi ya kufichua, kwa sababu maadui waliojificha ndio maadui walio hatari. Kwa hiyo watu saa mbili kamili, watu kaasabkailiwatu wagine zote wanakaribishwa, hakuna kiingilio, hakuna masharti. Ni siku tarehe kumi mwezi wa kumi mwaka 2025 na hizi namba zinazojirudia rudia namba kumi tarehe kumi mwezi wa kumi hizi namba zinazojirudia rudia tarehe zinazojirudia rudia zina rudia, rudia. Na kitu ambacho ni special kwa watu wahudhurie katika maombi ambayo ni special kama ilivyo tarehe special, tarehe kumi mwezi wa kumi basi ndivyo ambapo Mungu atakufanya vitu ambavyo ni special katika maisha ya kila mmoja atakayohudhuria. Katika unabii sio mwanadamu anapanga utabiri kitu gani, ni Roho Mtakatifu anayekuambia kitu gani ufanye, na tunatabiri si kwa kutaka wala si kwa nia zetu wala kwa shauku yetu, bali ni Roho Mtakatifu anakupa ujumbe fulani kwa ajili ya majira fulani, kwa ajili ya kitu fulani. Kwa hiyo spika haiwezi kuamua kuongea inavyotaka yenyewe, ni mpaka anayetumia amua. Kwa hiyo kama ningepata ujumbe ningeongea kwa ajili ya taifa letu, lakini kikubwa ni, ni, ni amani. Lakini amani message kwa Watanzania, na kwamba katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi na kwa ajili ya amani ya nchi yetu, jambo la msingi ni busara. Unajua hekima ndio kila kitu. Amani inapatikana kwa busara. Kama hakuna hekima, basi hatutapata amani. Ili <tuhi> u maintain uitunze amani, tuitunze amani ya nchi, lazima Mungu atupe roho ya busara ya kujua tufanye nini kwa wakati gani tuchukue maamuzi gani kwenye wakati gani? Sasa hilo ni, hiyo ni siri ya hekima na busara. Tunaoombea naombea aombewa Tanzania wote, Mungu aweze kutupa roho ya hekima na busara ili tuweze kufika salama kwa hekima. Wisdom is a principal thing, hekima ni kitu cha muhimu kuliko vitu vyote. Hata kama tutaiombea nchi, tutaombea viongozi, lakini kama tutaombea busara, hekima hakuna kitu kitakachofanikiwa. Hue ni ujumbe ni mkubwa zaidi ya kuonyesha zaidi ya utabi